Tuna vijana wengi sana ambao wanachanganyikiwa na majawabu lakini hawatafuti kujua maandalizi yaliyosababisha hilo jawabu likatokea. Ukiona mtu ana biashara, Usitafute kwanza kuwa na biashara kama yake. Tafuta kujua aina ya maandalizi aliyofanya kabla hajawa na biashara aliyonayo. Kwa sababu kinachotoa jawabu la biashara ni maandalizi. Kinachotoa jawabu la upako wakati niko kwenye madhabahu ni maandalizi niliyofanya. Kwa hiyo matokeo nayo yaona kwenye hii ndoa ni, ni, maandalizi waliyoyafanya kabla wajaingia kwenye ndoa. Ni hatari sana wakaingia kwenye ndoa alafu wakaanza kuomba. Huyu mama Baba Nathan anaomba anasema, Mungu huyu mwanamke ndiye wa, kwangu aliyenipa. No, Mungu atasema mbinguni wakati wa ndoa ni wakati wa maisha. Kabla ya ndoa ni wakati wa maandalizi. Usianze kujiandaa wakati tayari upo kwenye ndoa, ni hatari kama hujajiandaa. Kwa hiyo Mungu huwa atoi jawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Jambo lolote ambalo unataka kuona jawabu kutoka kwa Mungu, lazima ujifunze kutenga muda wa kutosha wa kimaandalizi. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kitakachokusaidia kuvuka kwenye kipindi cha ujana kuingia kwenye ubaba ukiwa salama au ukiwa umeharibika, itategemea ulijiandaaje kwenye kipindi hiki cha ujana, kuingia hatua nyingine inayokuja mbele yako.